Tama mbaya heri nivumilie, tama mbaya heri nivumilie tu, tama mbaya heri nivumilie, nimegundua tama mbaya heri nivumilie tu, mimi nimejua tama mbaya maana heri nivumili, nimegundua tama mbaya heri nivumilie tu.

Wengi wengi kwa hata na wakaniambia, kuna njia ya mkato ninaweza pitia, ukizunguka sana unaweza chelewa. Kuna mganga bingwa anaitwa hela. Ili nipate pesa ni wauwe wazazi, Nitengeneze lana kizazi na kizazi Nimeliki magari ni maza kepare Ni hili kimu maji biguni na duniani ni Mweze nubura ni baki maskini Lakini mimi ni kamuone Mungu Tena ni hei ni baki maskini Lakini mimi ni kamuone Mungu. Wazazi wangu ninawapenda sana, Siwezi kuwaua ili nipate pesa. Nda watu mzapa watakachopata najua Mungu atanisaidia. Wazazi wangu ninawapenda sana, siwezi kuwa huwa ili nipate pesa. Ninawatunza kwa nitachopata, najua Mungu atanisaidia. Tunaishi kwa shida, ila ninatambua kwa wakati wake Mungu atafungua. Ai, natambua kwa wakati wake Mungu atafungua. Ai, Mwenye nimegundua tamaa mbaya heri nivumilie ni, nimegundua tamaa mbaya, heri nivumilie tu. Mimi nimejua tamaa mbaya maana, heri nivumili ni, nimegundua tamaa mbaya, heri nivumilie tu. Usione magari mazuri wamepanda, ukadhani wote wamepewa na Mungu, wengine wameiba mali za serikali, ugumu awene ni onialala midhulumu yatima, mali za wajane ujumu wametoa wa makafara, wenzetu wanalia, wanaishi kwa mashaka. Ndio maana neno la Mungu linasema kwenye tuli na magwenye sindano penye, hata pia tajiri wa hivi ataishia hapa, ila mbinguni hawezi kuingia tena. Kibaya huwezi kuwajua, na makanisani ni wameshajijibia. Wanamiliki majumba, sisi tuna basikeli, wala tuli tuna yote yote. Ni heri matembele mahali penye amani kuliko kula nyama pasipo na amani. Wana majumba mazuri, ila ni takarani. Wamganga kasema wasigale vitandani, aise mtungi ya wamejifunga ilisi nguo zimewaficha ndani ya chumba. Kuna asili kubwa kuna jodosha na kuna nyoka kubwa. Hakuna marefu yasiyo na ncha, kuna siku moja utakuja uguka. Marefu yasiyo na ncha, kuna siku moja utakuja uguka. Mzee, nimevundua tamaa e, mbaya, heri nivumilie, nimevundua tamaa mbaya Heri nivumilie tu, mimi nimejua tamaa mbaya. Maana heri nivumilie, nimegundua tamaa mbaya. Heri nivumilie tu, tamaa mbele Mauti nyuma amewahi mbele, jibu liko nyuma. Ashibaye kwa tu na shibaye tamu, ashibaye kwa tu na shibaye tamu, ashibaye akaleta pepe kubwa na mkuu kwenye nyu. Yamekuwa mazito kuyabeba ni ngumu, wamemkwaza Mungu sasa kizungu zungu. Yamekuwa mazito kuyabeba ni ngumu, wamebeba madawa ya kulala kwa tumbo, wakikamata chini na kumolewa visu. Mungu, turehemu, tujifunze kwa sehemu. Ukibariki mtu hawezi kulaumu. Mungu, turehemu, tujifunze kwa sehemu. Ukibariki mtu hawezi kulaumu.